Mzee wa kuteseka mambo vipi? Mambo safi tu na unajuzi mmepitia mateso makali sana kutoka kwa Balkans. Hamna mateso, si kawaida yetu wanatufunga wakija hapa sasa. Tunataka tuchukue ubingwa kwa sababu kwanza goli mbili kwetu sisi sio nyingi, sisi tunataka tu kwa sababu japo fitina zishaanza kwao, yule makamu wa rais wa kafu tayari kashaanza fitina zake like. Na sisi tunazijua wakiingia na watu wengine wa Tanzania wapo, washafanya fitna hadi sasa. Tukacheze amani amani kwanza wana, wanajaa wageni na hii, hii ni finali ya shirikisho. Sasa hivi Kafu wenyewe wanafurahia kuingia Simba katika finali, kwa hiyo sisi tunaomba Kafu, tucheze hapa pa Taifa ili tupate kwanza wageni wakae vizuri, kombe likae pazuri, alafu na wote wa Tanzania waje waangalie fainali ilio nzuri ili wapate kupendeza taifa hii, hii fainali ipate kupendeza. Kwa nini haswa haswa mnaogopa kwenda kucheza uwanja wa New Amani Complex pal, pale Zanzibar? Kwa sababu ni sehemu ama ni pati ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, na kuna kiwanja kizuri kabisa cha kuchezea, lakini mmeanza kuweka mashaka makubwa kwa kutumia uwanja wa New Amani. Ah, kwa sababu sisi tunachokitaka uwanja wa amani ni mdogo, watu wanaotaka kwenda kuangalia fainali ni wengi sana na sisi tunataka watu waje kwenye finali ili mtu aje toa historia yake, jamani mimi finali Simba kwanza anacheza. Kwa hiyo mimi nimeenda katika finali. Kwa hiyo sasa, sisi tunachokitaka kwamba sisi hapo taifa ni watu watajaa wengi sana, na sisi sio kama tunaogopa. Sisi hata chumbani kwa Kafu. Sisi tuko tayari tukacheze mpira. Mm. Eh, si hatuogopi chochote sisi. Goli mbili. Goli mbili tunazirudisha. Alafu sisi tunapiga jingine la tatu. Mimi nakwambia, ubingwa huondoki hapo. Hata tukacheze chumbani ubingwa hatuongi. Sisi tunataka watu wachukue historia zao, wanataka wangalie mpira ile finali, na mimi nilikuwepo uwanjani, ndio tunachotaka si watu, tunachotaka watu waje. Sasa kule uamani, uwanja mdogo, apapaka kwenye viongozi tu, wale, wale, wale, wanapoka viongozi wadogo sana. Yeah. Tutakwenda ule uwanja kweli. Ule uwanja kucheza robo finali, makundi, sio mbaya lakini finali, tutakwenda tucheze taifa. Na hii sisi, kwa nini wakatae? Kwa nini wakatae? Barua ya Kafu lakini ilikuwa iko wazi kabisa, inaonyesha kwamba wametiria mashaka kutokana na situation ambayo ilitokea mechi na Almasiri. Waliruhusu uwanja kutumika, lakini ilivyoonyesha mvua kidogo tu uwanja ukawa kama dimbwi ama zizi la ng'ombe vile. Ndio maana Kafu wamelilizi moja kwa moja utumike uwanja wa New Amani kwa ajili ya fainali, ili watu wapate fainali iliyo bora kabisa. Uwanja umeshatengenezwa vizuri, uwanja uko vizuri, hata mvua inyeshe vipi, safi kabisa. Kwa hiyo wao wasitilie mashaka, na tushawaambia na ushahidi tumeshapeleka. Unaona bwana, maji hayakai wala sio na shaka. Na kwa kwa kwa kwa kwa kwa siku moja kuna tatizo gani kucheza mchezo pale, alafu mvua hamna, na na uwanja uko vizuri sana kwa kweli. Wanatukatalia kwa sababu gani? hawataki simba achukue ubingwa huu, hii kwa sababu gani? hatu hatujui, kwa maana labda pengine yule makamu wa rais, kwa sababu ndio yeye kwenye KAFU na yeye ndio klabu yake. Kwa hiyo sisi tunaomba kama uwanja wa taifa sisi watufungulie uwanja wa taifa sisi tucheze mpira shabu ya mpira. Na wale uwanja uko vizuri, mbona umetengenezwa, serikali wametengeneza vizuri sana tunawapongeza serikali kwa huyo. Sasa mzee wa kuteseka, kama ulitoa kauli yako, ulisema uko tayari ukacheze hata kwenye chini ya uvungu wa kafu. So, uko chini ya uvungu wa kafu, kuna mashabiki uko, wanaingia? Na tunasema kwa sababu ni chumbani. Kwa hiyo tunataka chumbani kwa sababu hili mashabiki kama ni uwanjani. Sisi wa taifa? Kwa hii taifa kwa nini wanaogopa? Kwa sababu wao sisi wakitaka wasitake hapa hawaondoki, sisi na goli tatu tena, bila hiyo, sisi wala hilo tunalo. Hata wenzetu kwa sababu wenzetu tayari wana hofu tayari, washaingia mchecheto, alafu ukiangalia na wenzetu wao wenzao wao waloko hapa upande wa pili wana wasiwasi wasi kweli, kweli. Hawataki Simba wachukue huu ubingwa. Ukiangalia engineer Harris yeye, ni mwenyekiti wa vilabu, yeye akasema nini kuhusu hili swala la kodi kwa Tanzania? Hata kupongeza Simba kama Simba, hongereni mmefika finali, hata hayupo, habari hamna, kweli ni kiongozi huyu? Halafu kafu hawaangalii kumpa kiongozi leo, angalia klabu likwaka kumemshinda wao, hata kujiongoza vilabu vyote, kweli, Tanzania kweli, inawezekana hicho kitu? Bwana, mimi nakwambia tena Kafu, tunaombeni mtufungulie uwanja wa Taifa, sisi tarehe ishirini na tano tucheze fainali yetu hapo, imeanza kufungwa uwanja wa New Aman Complex. Hayo maombi yenu ameshagonga mwamba mpaka sasa hivi tayari. Tutacheza mpira lakini tunawaambia hizo fitna zao watagonga mwamba. Sasa hata kama uko kwa Aman, aa tunacheza tunachulilia kwamba kuna watu wana shaka na tiketi. Alafu ule uwanja bado ni mdogo, ule uwanja ni mdogo kwa fainali kwa hiyo sisi tume tume tutaenda kucheza mpira na tunawaonyesha kwamba sisi ni nani, hata popote sisi tunacheza mpira na tunashinda. Jeuli ya kupata matokeo mnaitwa wapi, ikiwa mmemaliza mechi bila on target hata moja? Tuko nyumbani kama walipokuwa hapo nyumbani, sisi tuko nyumbani na kwa tualtfanya tunacheza mpira sisi vizuri na wao. Baada baada kipindi cha pili simuona wanajiangusha wale wale nyanya e tu kwetu sisi wale basi tu unaalituotea makosa yetu madogo madogo, tuliofanya yale basi, wao wakatufunga goli mbili za haraka haraka. Baada hapo, wenyewe wamechoka, wako hoi, yani mpaka sasa hivi wenyewe wana hofu wa kuja huku. Na sasa tunaambia kiingia Tanzania, ah, ameumia yule mnamwimba, kuona kwamba ni beki bola kwenu nyinyi. Amekuwa alikuwa uchochoro na akawii kujivunja, anapoona mechi ngumu tu anajivunja na kuomba sabu kutoka nje, mechi zinaonekana kama zinamshinda hivi maneno ya watu tu hayo. Mchezaji akiumia lazima toke nje, wakati kesha kubali kucheza mpira na kesha kubali kusajiliwa, haina shida. Yule yule sio kujivunja, au watu binadamu kuongea ndo yao. Lakini yule hajajivunja yule, haja yule mchezaji kuumia ipo, basi haina shida. Hakuna mechi yote naogopa yule. Na hayo, mechi yote tunapita, kwani yeye hayupo, si upo? Kwa hiyo hakuna mechi kuogopa yule, bwana kaumia, na kama kaumia mchezaji ni binadamu, kwa hiyo kutolewa sio, haina shida. Kwa kumalizia lile jini ambalo mlikuwa mnaliogopa sana. Stefani Aziz Ki amewaaga rasmi wananchi na ameondoka anaelekea Morocco. Ah, so, so, hakutaka anaelekea kwamba tayari wanamuona ni mchezaji mzuri, lakini leo kishachuja tayari, ni chungwa tu ashakamua, ashamaliza, basi hamna kitu Mpunga mnene anaenda kucheza mashindano ya virabu vya duniani. Mechi yao ya kwanza watakutana na Manchester United, Manchester City Manchester nye, awa, watu Manchester watoa dabani, kuna timu moja tena naye mwenyewe kashakufa tayari. Kwa hiyo wote wanaenda kukutana ni watu walioku, washamaliza washamaliza michezo tayari, hamna kitu. Kwa hiyo na, na mimi kwa hiyo huyo nakuhakikishia zikisi tumuogopi Aziki ni, ni kitu kwangu kile kimekuja mara moja basi kimeondoka tu basi lakini ameondoka na dada yenu. Ah, dada yetu dada wao Yanga yule. Hamisa Mobeto dada yenu shemeji yenu Azizi kiwa wa Yanga yule sio wa, sio sisi bwana, yeah. Simba hatuwezi kumpa, Simba hatuwezi kumpa yule kumpayulasua dada yetu sisi. Shukrani sana. Asante sana.